Nitaongelea kuhusiana na interview ambayo imetolewa hivi karibuni ya msanii mmoja anayeitwa Chidi Benz. Uh, kabla sijaongea kuhusiana na hiyo interview, labda niseme kwamba miezi kama nane iliyopita niliongea katika channel hii hii, unaweza ukarudi na kuangalia hizo video pia katika channel yetu ya YouTube ambayo unaona hapo link. Niliongelea kuhusiana na interview ambayo alifanya Vanessa Mdee, lakini pia kwa kifupi hii miziki ya secular music na niliongea kwa kirefu zaidi jinsi ambavyo hii miziki kiuhalisia ina connection ya moja kwa moja na si tu ina connection ya moja kwa moja, bali hii miziki ni mali halali ya shetani, ni mali halisi na halali ya shetani. Niliongea katika video zile na uh, nilisema kwamba nimekwisha andika nakaa na kitabu chenye kurasa zaidi ya mia tatu kinachoongelea kuhusiana na muziki na jinsi ambavyo mziki unaweza ukatumika kwa wema au kwa ubaya, jinsi ambavyo mziki unaweza ukatumika uh, kama baraka au kama laana. Na sikuishia tu hapo, nijaribu kuongelea jinsi ambavyo tunaposema mziki wa shetani, hatuongelee mziki tu ambao unataja mambo ya ngono, labda mambo ya uh, mambo haya ya kidunia. Hapana, hapa tunaongelea the music, nikiona maana kwamba background yetu ya mziki, vyombo vinavyopigwa vinaweza vikawa na uh, viashiria vya shetani au viashiria vya upande mwingine ambao tunaweza tukasema sasa ni viashiria vya, vya Mungu. Na baada ya kutoa hiyo video, leo hii tena nimesukumwa tena kutoa video nyingine, baada ya kukisikia uh, kusikia kile ambacho uh, interview hivi, ya hivi hapa karibuni iliweza kutolewa ya msanii ambaye ni maarufu sana na msanii mkubwa Unapoongelea wasanii wakubwa wa Tanzania uh, unaongelea msanii huyu Chidi Benz. Na labda angeongea msanii mwingine nisingeweza kuongea sana uh, lakini nasema kusababu, na, namana namana, kwa sababu ni msanii mkubwa. Na nikiwa na maana nini, maana kwamba unaposikia siku zote mtu ambaye ni uh, the voice of the industry, yani mtu ambaye ni sauti ya industry akiongea, ni lazima upay attention, ni lazima uh, uweze ku weka akili yako hiyo katika hilo kwa sababu uh, kile ambacho kinaongelewa sio kitu ambacho kimepatikana kwa bahati mbaya. Sasa katika mahojiano haya ambayo Chid Benz aliweza kuongea kuhusiana na swala la muziki, aliweza kugusia jinsi ambavyo mziki huu kwanza ni wa shetani, lakini aliweza kuongelea jinsi ambavyo kuna deception kubwa sana katika mziki hii. Ni nikiwa na maana kwamba ulaghai mkubwa sana, vile vitu ambavyo vinaonekana katika wanamziki au wanavimiliki ni uongo mwingi lakini pia aliweza kuongelea janga ambalo sasa hivi ni janga la kitaifa, lakini pia ni janga la kimataifa swala so zima la ushoga. Kwa hiyo aliongea jinsi ambavyo hii industry ina, ina ushoga mwingi sana. Uh, unaweza ukaangalia video hapo uh, kipande kifupi tu jinsi ambavyo anaongea alafu nitaweza kuendelea okay. tuseme ushoga mm wasanii wengi wanafanya mm. Sisi wengine masikini ndio na pesa zetu zonazo mia mia tumelizika mm. Lakini wengine wanafanya uh, umes... umesikia... umesikia kitu ambacho Chidi Benz ameweza kukiongea. Aliyoongea hayo yanapatikana katika kitabu hiki, na kama unavyoona katika ukurasa huo ambao unaongelea jinsi ambavyo mziki huu wa kidunia, nikiwa namaanisha mziki wa hip hop, mziki wa rap na mziki yote hii, ni mziki halali kabisa ya shetani lakini miziki ambayo ina connection ya moja kwa moja na mambo ya ushoga, na niliongea katika video hata iliyopita katika video zangu, unaweza uh, ukaingia katika YouTube ya muziki wa kichanga, na nilionyesha jinsi ambavyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya milimimo na hii midundo, jinsi ambavyo inatengeneza akili na ina, ina, ina, ina, ina, ina wire our brain kiasi, yes, kwamba sasa hivi kumekuwepo na ongezeko kubwa sana la vijana kuwa mashoga, na mtu mmoja akasema kwamba Ha, mimi mbona nasikiliza miziki, akataja mziki ya kwaya fulani ambayo inapiga miziki ya, ya midundo na mbona sijakuwa shoga na mbona wote wanasikiliza hivyo. Lakini nikaona kwamba huyu mtu anashindwa kuelewa jambo moja. Tunaposema kwamba unapovuta sigara inakupelekea kupata kansa, kuna watu wengi ambao mi nawafahamu ambao hawana kansa mpaka sasa hivi tunaposema kwamba pombe inapelekea impotence yaani, mtu kushindwa kupata watoto na kadhalika, kuna watu wengi ambao mimi nawajua wana watoto wengi, nao wanakunywa pombe vibaya mno, okay? Uh, haya hayaondoi uhalisia kwamba kwa kadri unavyokunywa pombe unakuwa na chances nyingi au unakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kupata madhara ambayo nimesema. Haiondoi uhalisia kwamba kwa kadri ambavyo utavuta sigara utakuwa na nafasi kubwa ya kupata kansa ukilinganisha na mtu ambaye hafanyaje, havuti sigara. Ni kweli unaweza kaa, kuna watu wanasikiliza classical music na wakawa katika uh, janga hili la, la ushoga, lakini haiondoi kwamba katika asilimia kubwa ya watu au ya wanamuziki wengi ambao wa wanafanya miziki hii wako katika huu ushoga ukilinganisha na wale wanaofanya classical. Na katika kitabu hiki niliweza kuongea kwamba hata mavazi tu ya wanamuziki wanaopiga lese piano utagundua kwamba ni lazima uwezi ukaenda kwenye concert umevaa hata t-shirt kama nilivyovaa mimi. ni lazima uvae suti, lazima uvae tie. Uwe nadhifu na hiyo ni kwa miaka mingi. Yaani nikiwa na maana tokea kipindi hicho mpaka leo hii. Aa, na vijana wengi wanaopiga classico ni vijana wadogo, okay? Lakini wanajua kabisa kwamba wanapokwenda pale lazima wavae nadhifu. Na nimeweza kuchallenge kwamba sasa hivi hata imekuwa ni tofauti hata tunapokuja katika sehemu za ibada watu kuvaa kazo kama ambavyo labda nimevaa mimi, yani kana kwamba tu yuko katika uh, shughuli zingine za kawaida za siku. Kwa hiyo yote hii inaonyesha nini? Kwamba miziki hii inatengeneza akili. Kwa hiyo kama ambavyo umeona alichokisema Chidi Benz ndio uhalisia ambacho mimi nimeweza kukiandika kwa kurasa nyingi sana, na natamani uweze kupata kopi yako ya kitabu hiki, kwamba miziki hii inapeleka moja kwa moja katika habari za ushoga inapeleka moja kwa moja vijana uh, kuwa na urahibu wa madawa ya kulevya, na nina, nina, nina, nina ni, Chid Benz ni kati ya vijana ambao nilikuwa namfuatilia na ni kijana ambaye yuko makini. Of course katika maisha kuna kuteleza, na nashukuru Mungu yuko katika hali nzuri, na ndio maana ana uwezo wa kutoka na kuongea. Yani sauti yake, his voice, ni sauti ya industry, yani ni kama vile ambavyo katika kitabu hiki nimeweza kumkoti Michael Jackson na nimefanya research, siyo tu hizo juju, research kubwa sana kuhusiana na Michael Jackson kwamba Michael Jackson is the industry. Unapoongelea swala la, la, la, la, la, la pop, na ndio maana akaitwa mfalme wa pop duniani. Vivyo hivyo unapoongelea swala la industry ya muziki hapa Tanzania unamuongelea Chidi Benz. Kwa hiyo Chidi Benz ni the voice of authority, yani ni, ni sauti yenye mamlaka kuhusiana na muziki. Kwa yo, kwa hiyo kama Chid Benz anaongea kwamba mziki huu una ni wa shetani ni mali ya shetani, kama Chid Benz anaongea kwamba mziki huu una uhusiano wa moja kwa moja na mambo ya ushoga, ni lazima mzazi uweze kusikiliza kwa makini, na saa nyingine hata unaweza kabisa wakati wewe haujui hata kinachoendelea. Hakuna watu wanaoelewa kinachoendelea katika mziki hii isipokuwa wanamziki wenyewe na wale ambao wamefanya research kubwa katika miziki hii. Uh, rituals ambazo zinaendelea yani, ikiwa na maana mambo yale ya, kima ya ya uchawi kuloga na kadhalika, ambavyo vinaendelea. Na katika kitabu hiki pia nimeweza kuonesha jinsi ambavyo wanamziki kama kina D'Angelo unaweza hata pia uka, ukawangalia uka, uka uka, uka katika, uka katika katika mitandao uh, jinsi ambavyo waliongea kabisa kwamba kabla hawajafanya recording huwa wanakaa na wakiisha kaa wana, na kusikiliza na ndipo ambapo kuna uongozi fulani ambao unakuja una take over. Hata Chid Benz ameweza kuliongea hili ah, kwa zaidi, kazi ni kazi mbaya, unajua ni kazi ya kishetani na, na, na sipendi kutamka hilo lakini, kazi ya kishetani mmm. Kwa nini mbaya sana? mbaya mbaya, mama wangu sana sana. Si unaimba mziki, unakaa stage, watu wanaimba na wewe. Hakuna mtu anayeamua hivyo, ni jamaa tu mm atuwaasa Ndio maana sisi tunapata sana matatizo mengi watu bila kujua. Lakini Michael Jackson, pia, ameongea jinsi ambavyo yeye huwa hatungi nyimbo, maana napoongea natamani sana sasa, uh, uweze kukiona hiki ambacho nakiongea na ambacho pia nimekiandika kwa uh, mapana sana katika kitabu hiki. Hebu mwangalia Mark Jackson anachoongea kuhusiana na mziki kwamba yeye huwa hatungi, yeye uh, tungo zake zinatoka kutoka above. Anaongea kutoka kwa Mungu, lakini uh, ukiangalia vizuri huyo sio Mungu ambaye mimi namjua Sio Mungu wa kwenye Biblia, sio Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yule ni mungu wa dunia hii ambaye ni shetani. Michael Jackson, research nyingi zimeonyesha kwamba mziki wake ulikuwa unatokea kuzimu. Nyingine lakini, ninachotaka tuuelewe ni kwamba Michael Jackson mwenyewe anakubali kwamba alikuwa hatungi nyimbo. Kwa hiyo alikuwa anapata uwezo ambao hautoki kwa mwanadamu wa kawaida bali unatoka kwa Lucifer. Usikilize. How do you write a song?

Hook, you know. And, um, <clears throat> um, and I just let it go really. And then several days later, you know, you know, the whole. Where did that come from? From above. Ndugu yangu Chidi Benz kutoka hadharani na kuweza kuongea hivyo, na naamini pia Mungu atamsaidia na vita ni vikali, kwa sababu shetani hataki watu waweze kujua madhara ya mziki. Na napoongelea mziki mimi naendelea vile kama ambavyo aliishia Suma Nazareti na alivyoishia dada yetu ambaye pia naye ni, ni Regent katika swala la mziki uh, Vanessa Mde, na pia naendelea pale ambapo ameishia leo hii Chidi Benz. Tunapoongelea swala la mziki, hatuongelei tu miziki hii ya Bongo Fleva, tunaongelea hata miziki ambayo inapigwa ya rumba, inayopigwa ya rumba, tunaongelea miziki hii ambayo inapigwa ya sebeni. Mziki wa sebeni sio mziki kwa ajili ya ibada ya Mungu. Mungu. Ni mziki wa shetani haijalishi yaani, uh, mziki wa Koffi Olomide na mziki ambao unapigwa huu wa sebene ni, ni mziki mmoja tu. Kwa hiyo tunapopiga miziki hii alafu naimba neno la Mungu ndani yake, tunakuwa tunakosea sana, kwa sababu miziki hii siyo miziki ya ibada, bali ni miziki kutoka kwa ibilisi. Si wahukumu wanaopiga miziki hii, wanaweza kuwa walikuwa hawaelewi, lakini sasa unaposikiliza video hii, tambua kwamba miziki hii siyo miziki ya ibada na siyo miziki ya Mungu, ni miziki ya ibilisi.